Tulitoka sare mechi moja na nyingine tukafungwa. Mwaka huo nilifunga mabao mawili. Wakati huo wachezaji wetu wengi walikuwa wako form 4 na walikuwa wanamaliza shule mwaka huo. Mwaka wa 1987 wanafunzi wapya wakajiunga na shule, tukabahatika kupata wachezaji wapya na tukajihisi sasa tunayo timu nzuri. Na tuko tayari na yoyote tutakayekutana naye msimu huu wa soka. Wakati ulipofika, kama kawaida, tukajitayarisha kwa mazoezi, tukaunda kikosi chetu, mechi zikaanza, tukafanya vizuri na mashabiki wakaanza kumiminika uwanjani. Ila tukicheza tukapata mwalimu mpya wa mchezo Mr. Mayoli. Baadaye headmaster akatuletea coach alikuwa mwanafunzi wa zamani kwa jina Liki Osodo, wakati huo akichezea timu ya Lake Warriors. Tukashinda mechi zetu zote. Kwa mara ya kwanza Mombasa hai tulifika semifinal na kushinda, tukafika fainali. Siku moja tulipomaliza mazoezi, kocha Liki aliitisha kikao na wachezaji wote Tukujua kitu gani kinaendelea. Tukaona ni kikao cha kawaida, mara katushangaza sote alipotangaza yuwataka kufanya mageuzi ya timu. Tukawa twasubiri kwa hamu. Wakati huo kapten wetu wa shule alikuwa Julius Mdindi akichezea Nyoka FC. Coach akachukua fursa ile ya kutangaza kuanzia siku ile mimi Muhammad Msanif ndio nitakuwa captain. Nikapewa jukumu la ucaptain, kwa hakika ilinipa morali ya hali ya juu sana. Wakati twajitayarisha kwa mechi ya fainali kati ya shule ya Mombasa High na Burhania Secondary School, kikombe cha wilaya ya Mombasa. Kwa bahati mbaya tulifungwa, na mimi nikawa mmoja kati ya wale waliofunga mabao kwenye fainali hiyo iliyochezwa katika uwanja wa Shimo la Tewa, na refaria alikuwa mzee Awaz Barafa. Kwa kawaida, kila shule yenye kushinda ubingwa katika wilaya zao automatic wanapata nafasi kwenye michuano ya kikombe cha province. Ikatubidi sisi Mombasa hai tukacheze mini league ya shule ambazo ni runners up kila district ya mkoa wa Pwani. Ile shule itaibuka na ushindi katika mini league hiyo, watapata nafasi ya kushiriki kwenye michuano ya mkoa wa Pwani na shule ambazo ni mabingwa katika kila wilaya zao. Michuano ikaanza na ikuja twamfunga, tulicheza soka safi sana na tukaibuka na ushindi, group stage, semi final tukaingia, tuka win tukafika, tuka mpaka final na wenyeji wetu Kwale hai tukawafunga, na tukawa mabingwa wa rana za hapa. Tukapata nafasi ya na kuwakilisha, tukaenda kwenye michuano wa mkoa wa Pwani ambayo yalifanyika katika shule ya Kinyatta Hai Mwatate na uundani stadium. Shule yetu na buruhania tuliwekwa group moja, na kambi yetu ilikuwa shule ya Kinyatta Hai Mwatate Sote so, tulipewa malazi klasi kimoja. Burahania walikuwa wakilala upande mmoja na sisi tukilala upande mwingine. Mechi zikaanza, tukashinda gemu za mwanzo zote, na burahania pia wakashinda gemu zao. Ikabakia gemu ya mwisho ya kuamua mshindi na rana ranazapo, ndipo hapo maheadmaster wawili na walimu wa michezo na makocha Wilifanya kikao cha dharura na wakaja na mawazo ya kuwa timu zetu zishafanikiwa kufika semifinal, kwa hiyo haina haja ya kufanya mechi kuwa ngumu. Kitu cha kufanya tuwapatie nafasi wachezaji wa akiba ambao hawajacheza, ili tuzuie wachezaji muhimu wasije wakapata majeraha. Kwa wakati huo ikawa si mawazo mabaya. Siku ya pili ilipofika, asubuhi na mapema, kila mtu ashaoga, tukaitwa ma makapteni wawili, Vosta Burania na mimi wa Mombasa Hai, tukapewa ujumbe ili tuwapelekee wachezaji wenzetu. Coach wetu akaniambia niwajulishe wachezaji kwa shule yetu tutaenda matembezi mafupi. Basi tukajumuika na mwalimu wa michezo na kocha wetu kwa matembezi mafupi kwenye barabara kuu ya kuelekea undani. Ndipo hapo akaniambia niwape habari kitu gani tunatakiwa tufanye. Nikawaelezea kila kitu, namna tutakavyo kucheza mechi, tusicheze hard na wale ambao watacheza mechi hiyo, na iwe draw. Tulivyomaliza tukarudi kujitayarisha kwa mechi ya mwisho kwenye grupu yetu. Mechi ilichezwa tukatoka draw. Wakati huo mimi nilikuwa nishapata injury, nilipumzishwa pamoja na wachezaji wengine. Rahania ndio wakawa group leaders na sisi tukawa runners up. kwa vile wao wana mabao mengi wakawa washindi. Sote tukaingia semi final na tukashinda, tukakutana tena final. Siku ya final nikaanzishwa, lakini sikuwa katika hali nzuri. Injury ilinifanya nisiweze kucheza vizuri, nikabadilishwa. Tukafungwa final na Burahania wakawa mabingwa mkoa wa Pwani, wakapata nafasi ya kuwakilisha mkoa kwenye interprovince zote nchini. Timu yetu wachezaji namba moja alikuwa Kabaji. Akichezea Chudo United na Transcom FC. Namba mbili Gilbert Abala alichezea Sunrise FC. Namba tatu Said Kapsa kwa jina jingine Beiga aliyekuwa captain wa Sunrise. Namba nne Abdul Nasser alichezea Nyoka FC. Namba tano Mohamed Isa Arieno kwa jina jengine Kissinger alichezea, alichezea Kongowea FC. Namba sita Haji Ghalib alichezea Sunrise FC na Wanderers FC. Namba saba alikuwa ni Ali bin Naman alichezea Chelsea na KBS Service FC. Namba nane alikuwa marehemu Awadh Muhammad Awadh Babu, kwa jina jengine Albert, alichezea Chelsea FC. Namba tisa alikuwa mimi Muhammad Msanif nilichezea Chelsea FC. Namba kumi alikuwa Sai Juma alichezea Spurs na Kenya Breweries, Mombasa. Namba kumi na moja alikuwa ni Swale Juma alichezea Black Santos na Bandari Reserve. alikuwa ni John Kabgombe. Mwaka wa 1988 Chuda na Hamis secondary walinishawishi ni join kwao, lakini sikutaka kujoin nao kwa sababu ni mbali na nishazoea shule ya karibu na nyumbani, dakika kumi nishafika shule, na pia wapata wakati mzuri na mapema kufika mazoezini, na vile mimi ni captain, sikuweza kuacha shule yangu. Hata shule ya Burahania walitutaka mimi na Said Juma tujoin, mwenzangu Said akakubali kujoin wakati huo mimi sina habari zozote kwa mpango wao. Mara siku hiyo akaja kunitafuta na amevalia uniform za shule ya Burhania. Nikashangaa, akaniambia ametumwa anielezee natakikana ni join Burhania, hata yeye ameanza shule kama kawaida. Nikawa niko confused, na pia niko excited kwa zile habari nikamwambia wacha mwanzo nifikirie, kwa vile mimi ni captain. Ikawa mawazo yamenijaa. Siku ya pili nilipoenda shule, baadaye nikaenda kuonana na headmaster ofisini, nikampatia zile habari zote, alishtuka sana. Nikamwambia hata mimi naenda Burahania kwa sababu wachezaji hawalipi fii kule, hapa watulipisha. Na sai Juma ashaanza shule bado, mimi tu niamue kujoin nao. Alimuita mwalimu wa michezo akamwelezea inachoendelea. Tukatumwa mimi na mwalimu Mr. Mayoyo, tukaenda mpaka Burania, tukaingia klasini, tukamtoa mchezaji wetu Said Juma, tukaja naye mpaka ofisini kwa headmaster, tukaongea naye kwa muda na akatuahidi tumwachie aongee na bos wake, alikuwa iwaishi United Kingdom. Wakaongea vile situation ilivyo, wakaamua kutupunguzia fii, tukawa twalipa fii nusu, ikabidi wakubaliane na matakwa yetu. Baada ya Coach Liki Osodo kuondoka, hatukuwa tena na kocha mwingine, ikawa majukumu yetu kama senior players mimi Said Juma na Mohamed Isa Arieno ndio tulikuwa tukibadilishana kuwa train wachezaji wenzetu. Siku wakitaka kuendesha mazoezi nawapatia firimbi na wao watutreni wachezaji. Sote tukawa na furaha, mabadiliko yamefanyika na tumeridhika. Mwaka wa 1988 wanafunzi wapya wakajoin. Mmoja wao akiwa ni coach Francis Baraza, kabla hajawa coach. Msimu wa soka ulipofika, mechi zikaanza, tukashinda kwenye group stages yetu, tukafika semifinal na kushinda. Tukafungwa tena fainali na Burania, wakapata nafasi ya kuwakilisha kwenye ligi ya mkoa wa Pwani. Tukaenda tena kushiriki kwenye mini league ya shule ambazo ni Rana Zap. Utaratibu ukawa ni ule ule kama vile tulipitia ile mini league ya mwaka uliopita, lakini wakati huo hatukusafiri wilaya nyingine. Tulicheza uwanja wa shule ya Sheikh Zaid bin Sultan Al Nahyan, kwa ufupi shule ya Sheikh Khalifa. Tuliibuka na ushindi kwenye group stages, tukafika semifinal na final. Tukawa mabingwa tena. Tukapata nafasi kushiriki kwenye mechi za mkoa wa Pwani. Michuano ilifanya kwenye shule ya Malindi hai. Tukajitayarisha kwa mashindano ya province. Tukajitayarisha kwa tournament, mechi zikaanza. Kila anayekuja tunamfunga. Mechi kadhaa nilifunga mabao. Tukashinda group stage yetu. Tukaingia semifinal na kushinda final. Tukapambana baina yetu Mombasa High na shule ya wa secondary, tukafungwa bao moja. Ndio hilo hilo wadadisi wa soka huwa wanasema komboa ufu shule ya wa. Wakawa mabingwa, wakaenda kuwakilisha interprovince ya nchi nzima. Ulipofika mwaka wa 1989 tukawa na machungu sana, baada ya kufungwa fainali tatu na Burhania moja na shule ya Waa sekondari, ikawa kila wakati tukiwa pamoja kabla hata msimu wa soka wa shule bado haujafika. Kawaida nawakumbusha na kuwahimiza wachezaji wenzangu kila wakati tukiwa pamoja, jamaa huu ni wakati wetu na sisi kuandikisha historia kabla hatujamaliza shule, nasi tushinde kikombe tuwe mabingwa kila wakati na wakumbusha. Mpaka ulipofika msimu wa soka kuanza, tulishinda game zetu zote za group stage, tukafika semifinal, tukawafunga shule secondary sekondari uwanjani kwao, na semifinal nyingine Burahania waliwafunga shule ya Khamis sekondari. Final tukapambana tena kwa mara ya nne na mabingwa watetezi shule ya Burahania. Tukawafunga mbili moja, na mimi nilifunga bao moja, na tukachukua kikombe. Kama captain nikapewa kikombe chetu, sisi tukawa mabingwa wa Mombasa District kwa mara ya kwanza katika historia yetu ya Mombasa. Hai ndiyo tumeshinda Mombasa District Cup, mwaka wa 1989 ndiyo hii golkipa namba moja alikuwa Kabaji, namba mbili akicheza Said Kapsaa Bega, namba tatu Muhamed Badrus kijana Buba alicheza Diploma FC na Alaska FC, namba nne akicheza Gilbert Abala, namba tano akicheza Muhammed Isa Arieno Kisinja, namba sita alicheza Haji Ghalib namba saba akacheza William, namba nane alicheza Abdullahi, ambaye alichezea Bandari FC, namba tisa nilicheza mimi Muhamed Msanif, namba kumi alicheza Swale Juma, namba kumi na moja alicheza Said Juma, reserve John Kagombe na mwenzake Colombo alichezea Kitete FC baada ya kushinda District Cup. Mwaka huo hakukuchezwa games za district wala za province, pia national secondary games hakukufanyika tournament yoyote mpaka mwaka wa 1990 wakafanya tena intersecondary games. Tukawafungulia njia generation waliokuja baada yetu na wao baada ya miaka mitatu au minne wakashinda kwenye district provincial na pia national secondary school wakawa mabingwa wa nchi nzima. Mwaka wa 1983 nilisajiliwa na Chelsea FC, B team nikajiunga nao. Kwa sisi vijana wakati ule ndipo mahali ambapo utapata utulivu wa moyo na kujihisi uko salama uwanjani, itaepukana na kila mabaya na vibarazani. Wakati huo nikiwa nacheza full back 3 nilichagua position hii kwa sababu sio watu wengi wanapenda kucheza position hii. Wakati hulo tulikuwa tunaamini hawezai kucheza vizuri position hii ni yule